Mradi huo umezinduliwa leo katika kijiji cha Legeza Mwendo, kata ya Lalebii, hapa wilayani Liwale na kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa Ismail Usi, ambapo imeelezwa kuwa kufuatia uzinduzi wa ndege hizo, huenda changamoto ya wanyama tembo kuvamia makazi ya watu wilayani hapa ikatatuliwa ama ikapungua na kuwafanya wakazi wa wilaya hii kuishi kwa amani. Teknolojia hii inatumia rubani ambaye anaendesha ndege nyuki akiwa chini na inaelekea juu na kutuma eh, kwa umbali mrefu kama takriban kilomita kumi na tano eh, kundi la tembo linavyoonekana, anashusha chini, alafu anakuwa anasoga kuelekea ku, eh, hifadhi ilipo. Na kwa kawaida tembo akisikia sauti ya nyuki anakuwa sio rafiki ndege, na eh, nyuki na, na, na, na, na, na, na, na tembo sio rafiki, kuwa nakuwa wanakimbia, wanasikia milio ya ya nyuki. Tulikuwa tukitumia njia za kutumia risasi, eh, lakini pia pilipili pili, eh, lakini pia mabomu ya yenye eh, mshindo mkubwa na pilipili pili. Lakini hii teknolojia imekuwa na ufanisi mkubwa zaidi tofauti na hizo njia za awali. Hawa ni baadhi ya wananchi ambao wameshuhudia uzinduzi wa ndege hizo, na hapa wanaeleza namna ambavyo wanyama hao wanaathiri shughuli zao za kilimo sambamba na matarajio yao baada ya ujio wa mradi huu. Wanapotoka maeneo yao wanakoishi tembo, wanavyoingia kwenye maeneo wanakoishi binadamu, na wanakuwa ni waharibifu sana, wanavunja mikorosho, wakikuta mazao ya muda mfupi, mfano mahindi, mtama, mpunga, ni wote wanaharibu, wanakula. Unajua wa mtu ukiumwa ugonjwa kwa muda mrefu, afu baadaye unaambiwa kuna dawa itakuponya, unakuwa unaamini. Sasa sisi tumeathirika kwa muda mrefu sana, unaona no. Kwa hiyo hatuamini kama hili zoezi lile ambalo limeletwa kupitia hii ndege kama itatusaidia, ila kama itakuwa ni tiba basi tuwashukuru. Tunapowaona wanyama hawa katika maeneo yetu tusichukue hatua yoyote, tukichukua hatua tutapelekea kuwaua na kuwakosa, kwa sababu na wao hawa wanyama tunawahitaji kama ni vivutio ndani ya taifa letu. Niwaombe sana tutoe taarifa kwa wakati, tutoe taarifa sahihi. Omary Mikoma, Azam News, Liwale, Lindi.